Kwingeneko mtazamaji, maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC wamewakamata maafisa wanne wakuu wa waku zamani kutoka kaunti ya Nyamira kufuatia madai ya ufisadi katika sakata ya uajiri wa watu 56 katika idara ya utamaduni katika kaunti hiyo. Waliokamatwa walisafirishwa hadi kaunti jirani ya Kisii ambapo walizuiliwa katika kituo cha polisi cha Kisii Central wakisubiri kufunguliwa mashtaka. Miongoni mwa waliokamatwa ni Peter Omwanza aliyekuwa waziri, Beatrice Mukira Siriba aliyekuwa kamishna katika bodi ya kuajiri wafanyakazi, Chadwick Maranga Sangara, Geoffrey Ogeto Mishira aliyekuwa naibu mkurugenzi wa usimamizi. Na kwa mujibu wa EACC wanne hao walihusika katika uajiri wa mapendeleo bila kuzingatia sheria. Tuelekee mahakamani huko Kiricho sasa ambapo mahakama ya Kiricho ime amu...